Ukiingia ndani ya banda la VETA unaingia kwenye chumba kingine ndani, mtaa wa pili huku unakuta mambo ya ufundi na vifaa ambavyo vimetengenezwa. Kuna bunifu zao unaweza ukaziona, kuna majiko banifu na kuna vifaa vifaa vingi vingi ndani ya banda hili, na hapa ndani ya banda la VETA sasa. Huyu dada amekuwa kivutio kikubwa kwenye banda la VETA kwa sababu viongozi wote wanamtaja huyu, mnavyomwona kwanza ni dada mrembo Amekwenda shule ya ukweli mpaka chuo kikuu akatoka akakosa kazi akajishusha akaja VETA akasoma ufundi wa mambo ya machumachuma, ufundi ambao ni wa kiume, na sasa yeye ametoa ajira na amekuwa mfano wa kuigwa. Dada, eleza kidogo, jina lako, utoeleza kwa kifupi tena historia yako mpaka ulidondoka, uli vipi VETA na uwe hamasa kwa wasichana wengine, wanawake wengine, hamna kazi za kike na kiume, nao wajeVETA waendeshe maisha kwa jina naitwa Paulina Chuma, mimi ni mhitimu wa VETA, lakini kabla sijaja VETA nina elimu ya degree kwenye business administration. Baada ya changamoto za ajira, nikajikuta kidogo nafanya shughuli za kuchukua bidhaa za mambo ya welding na posti, nauza kwa gharama ya juu kidogo, kwa nikajipatia kipato, lakini baadaye nikaona kuna ulazima wa mimi kwenda VETA kuongeza ujuzi ili niweze pia kushirikiana na mafundi kufanya shughuli ili ile faida ambayo mimi nilikuwa nampatia mtengenezaji at least niipate yote mwenyewe. Kwa hiyo niliamua kwenda kupata mafunzo ya ufundi stadi VETA na nilipo graduate kwao nikaanza rasmi shughuli zangu za welding. Nafanya shughuli zote zinazohusiana na welding kutengeneza vitanda, mashine mbalimbali lakini pia leo hii nimewaletea jiko bunifu, jiko linalotumia mkaa kidogo sana. Jiko letu kama linavyoonekana hapa, linatumia mkaa kidogo sana, na tumelenga kuwatoa wanaotumia kuni hao. Najua wengi hawawezi kutoka kwenye kuni kuhamia kwenye gesi, kwa hiyo tumetaka kuwasogeza kama steji za mtoto ambavyo ni anakaa, atatambaa, atatembea kwa hiyo tumeona tuwalete kwenye mkaa kidogo, then naamini watashifti kwenye kuni. Lakini pia niko hapa kuwahamasisha wanawake ambao huwa wanachagua kazi za kufanya, au ambao huwa wanachagua kozi za kusoma. Wanadhani kuna kozi za kiume na kike, lakini hapana, kila kitu kinawezekana. Nguvu na akili unazotumia kufanya shughuli za nyumbani, unaweza ukahamishia kwenye shughuli za uzalishaji pia ukafanikiwa. Mimi ni mwanamke na nimesoma welding, na mpaka sasa nimefanikiwa kwenye shughuli za welding. Lakini pia nipo kuhamasisha graduates pamoja na watu ambao wako mitaani hawana ajira. Mtu anaweza akajiona elimu yake kubwa, chuo kikuu, hawezi kuingia kwenye elimu za ufundi stadi, kumbe anaweza akamaliza chuo kikuu akapata elimu yake ya ufundi stadi, akivichanganya vyote kwa pamoja, akafanya kitu kizuri zaidi. Asanteni. Na mimi nina salamu Mzee Chuma yupo. Alishafariki. Aa, basi huko, yeah. Aliko Mzee Chuma anaona binti anaitwa Paulina Chuma, kufuatia kuwa na jina la Chuma umejikuta na dili na machuma yeah. ukimpa mtoto jina majina yanawaishi. Watupenzi watazamaji, kama alivyosema Paulina, Veta ni mkombozi wa Watanzania wanaotaka kujituma, wako graduates wengi wa vyuo vikuu wengine tunao majumbani mwetu hakuna kazi wala ajira, wakubali kujishusha ili waweze ku